Sasa nakuonyesha kuonyesha namna ya jinsi ya mashine ya jikoni inavyofanya kazi, yaani kitchen scale hii hapa. Sasa nawasha hii on, hapo nimewasha, imeandika sifuri. Kwa hiyo ili nataka kuweka, naweka sasa chombo changu hichi hapa, ili niweze kupima kitu ambacho ninataka. Sasa umeona nimeweka chombo chenyewe kimesoma kimefika 44. Hii sasa haitakiwi. Inabidi urudi kwenye sifuri hapa. Hapa. Hapa ndio pakubadilisha zero. Yaani hii hapa namba ikisoma kabla hujaweka kitu ambacho unapima inabidi urudishe kwenye sifuri. Kwa hiyo mimi narudisha kwenye sifuri. Sasa hapa naongeza tena kitu kingine ndo, ndo sasa inakuwa kama tunapima unga au maji au sukari, sasa ndo unapima. Ngoja niweke sukari hapo nikuonyeshe ukiweka sukari inakuwaje. Mimi naweka sukari kidogo uone hapo hivi jinsi yes, inavyobadilika. Umeona inavyosoma. Labda nataka gramu 100, kwa hiyo nitaendelea kuweka mpaka ifike gramu 100. Nimemwaga meona hapo ni gramu 100, ndo ilikuwa lengo langu la kupima sukari hivi. Kwa hiyo ndo matumizi ya hii kitchen scale. Badala ya kukadiria, ni bora ukanunua kitchen scale kama hii hapa, inakuwa inakurahisishia kazi. Mfano umesoma mapishi yale ambayo yanahitaji kuvipimwa mfano mtu amekuandikia nani unga wa ngano labda gramu mia mbili au mia tatu sukari gramu tano chumvi gramu moja baking powder sijui gramu tano inabidi uvipime. Kwa hiyo njia rahisi ya, ya kupima ni kutumia hii hapa mizani ya jikoni ambayo inapatikana kwenye maduka ya keki na maduka ya vyombo yale makubwa makubwa na inauzwa kwa bei ndogo kabisa ya shilingi elfu kumi na tano hadi kwa hiyo ni bei affordable kabisa na inatumia betri. kwa hiyo huna haja ya kuchaji sijui kufanya nini. Watumia tu betri, betri zenyewe ni shilingi sijui mia tano tu. Utashindwa kutumia hii hapa mizani? Nimekuonyesha jinsi ya kuitumia. Kwa hiyo hii hapa ni baada ya kumaliza, kwa hiyo nazima.